Kupitia katika ukurasa rasmi wa Instagram wa msemaji wa klabu ya Yanga Alikamwe ameposti video hii saa kadhaa zilizopita, video ambayo inamuonesha nadhani hapa ni Zanzibar, kwa sababu leo uongozi wa Young Africans ulikuwa visiwani Zanzibar kwa ajili ya makubaliano ya ushirikiano na Wizara ya Utalii Zanzibar. Kama unavyoona sasa hivi katika jezi za Young Africans, upande wa nyuma utaona neno visit Zanzibar. So Young Africans walienda kuingia makubaliano ya ushirikiano kati ya Yanga Africans dhidi ya wizara ya utalii ya Zanzibar. Sasa sijui hii video Alikamwe itakuwa rekodi wakati wa kwenda au wakati wa kurudi, ila ni video ambayo inamuonesha Alikamwe kama yuko kwenye helikopta hivi, sijui ndege ndogo hii, lakini kama anataka kuiwasha alafu inakataa yani anawashe nakataa. Sasa hichi kitendo kimetafsiriwa na watu wengi kwamba ni majibu ama ni kijembe ambacho amekitupa kwa mwenyekiti wa klabu ya Simba Bwana Murtaza Mangungu. Kama ni mfuatiliaji mzuri wa mitandao ya kijamii, nadhani utakuwa ulikutana na video ambayo ilisambaa sana ya Murtaza Mangungu akiwasha gari baada ya kutoka katika kile kikao cha waziri wa tamaduni, sanaa na michezo ambacho alikiitisha kikao ambacho kiliwahusisha TFF kilihusisha bodi ya ligi ya Africans na Simba Sports Club kikao ambacho kilihudhuriwa na watu wengi katika michezo. Sasa baada ya kile kikao, mwenyekiti wa klabu ya Simba Bwana Murtaza Mangungu alifanya mahojiano na waandishi wa habari, lakini baadaye sasa akawa ameenda kuingia katika gari lake, lakini waandishi wa habari wakawa bado wanamfuata, akawa na rekodi kila tukio ambalo alikuwa anafanya. Sasa wakati wa kuwasha gari yake bana gari yake ikawa imegoma kabisa kuwaka kwa wakati ule, so amepiga stata nyingi sana, ndinga haiwaki. Sasa kile kitendo kimetrendi sana katika mitandao ya kijamii. Kama umepitapita katika mitandao ya kijamii leo, nadhani utakuwa umekutana na hiyo video ambayo Murtaza Mangungu alikuwa akihangaika kuwasha gari yake, ikawa imemgomea kabisa kuwaka kwa wakati ule. Kwa hiyo hii video ambayo ameshuti Alikamwe na kuposti katika ukurasa wake wa Instagram, watu wengi wametafsiri kama ni kijembe ama ni jibu ambalo ametuma kule kwa Simba Sports Club kwa mwenyekiti Murtaza Mangungu. Wewe ni maoni gani ulionayo katika hii video? Hebu itazame hapa, then itazame na hii hapa video ya Mangungu, then uniambie hapo kwenye comment eh, ni upi mtazamo wako katika video hizi mbele hii hapa ni Super Travel ya Dino Television, endelea kutufollow kwa taarifa nyingi zaidi za sa kimichezo